Tumeona kule ambako tumeshaanza tumekamilisha barabara za lami, wananchi sasa wameingia kwenye barabara, maeneo ambayo tutegemea barabara zipite watu wanafanya biashara zao. Kwa hiyo ukifanya hivyo, maanake unapunguza upana wa barabara, magari yanaweza kashindwa kupishana, lakini hata kukitokea changamoto yoyote, dereva mmoja anaweza kashindwa, kwa sababu tayari watu wako kwenye barabara. Kwa hiyo pia elimu itoke kwamba hayo sio maeneo ambayo ni ya salama kwa kufanyia biashara. Hilo ni swala muhimu sana lakini swala la mitalo tutafanyaje? Nadhani hili wataalam watalifanyia kazi. Na swala la mwisho Mheshimiwa Mbunge, ni kwamba sehemu kubwa ya barabara hii tuna taa ambazo tutaweka, kule alikoweka zitawekwa taa. Kwa hiyo wananchi wajue zitakuwa na taa. watakuwa ni maeneo mazuri, lakini pia kuna alama bado hazijawekwa, zitawekwa ambazo zitaeleza nani afanye nini, na serikali ingetamani hii barabara tunavyoiona, ni kati ya barabara si tu kwamba wananchi, lakini zinafanya mji wa Arusha, yani uwe ni mji ambao kidogo una miundombinu mizuri na inayopitika, na tunajua tuna matukio mengi yanayokuja huko. Kwa hiyo yatakuwa ni moja ya maeneo ambayo watu ukipita tu kuna unaona huko kwenye maeneo tofauti na maeneo mengine, na ndio maana serikali imeweka nguvu kuhakikisha kwamba barabara hii inakamilika. Tunajua tuna matukio ya 2027 ya Arusha Afcon. Sasa hizi barabara wewe ukajua zitatumikaje, lakini I'm very sure itakuwa ni moja ya kupendezesha hiyo mashindano yetu yanayokuja na, na, na, na ninachojua Mheshimiwa Rais ndio maana kaamua kutoa fedha zote mkandarasi huyu akamilishe hii barabara na, kwa kwakishe, Mheshimiwa Mbunge si tutaisimamia kuona kwamba inakamilika, na mwisho niseme wananchi waelewe hii miundombinu, narudia tena, hii miundombinu sio ya serikali, hii miundombinu ni ya wananchi, hii miundombinu ni ya umma. Sisi tunatambua maeneo haya ndio yanayofanya miji huko Arusha watu waishi kutoka huku, na ndio maana inatengenezwa ili kufanya waweze kufanya shughuli zao kwa urahisi. Kwa hiyo hata wajibu wa kuitunza ni wao. namna gani wananchi wanahitaji huduma hii ya barabara. Kwa hiyo sisi, hizi kilomita 18 ambazo pia zitakuwa msaada mkubwa wa kuunganisha kata kwa kata katika halmashauri yetu hii ya Arusha DC ni msaada mkubwa kwa wananchi. Kama unavyoona, pia unajionea mwenyewe wananchi wetu sisi hawa ni wakulima wazuri sana. Tunapopata barabara kama hizi, basi hata pale inapofika muda wa mavuno, lakini katika usafirishaji bidhaa na mazao yao kutoka katika maeneo yao kwenda katika maeneo ya masoko, barabara hii itakuwa na mchango mkubwa sana. Lakini pia mheshimiwa waziri uh, tumepokea maelekezo yako ya kuendelea kuwa, kuwapa taarifa lakini pia kuwahabarisha wananchi wetu namna gani ya kutunza miundombinu hii. Serikali inatumia fedha nyingi sana kwenye hii miundombinu, hivyo basi sisi kama wananchi ni jukumu letu sasa, ili kitufae lazima tukilinde lakini shukuru zaidi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha hii barabara ya kilomita 18 kuenda kumalizika hivi sasa. Nashukuru fidia bilioni 3.4 ambazo zimetolewa kwa wananchi, na wananchi waliopata fidia hiyo ni wananchi mia tano hamsini na mbili. Na mheshimiwa naibu waziri, hii ni kata yangu ya Kimnyaka. Kwa hiyo sehemu iliyofanyika fidia ni sehemu ya wananchi wangu, nashukuru serikali yako na... tunajenga daraja la mita 40 ambayo ni urefu wa daraja, na katikati ya daraja tuna nguzo moja ya zege, kwa maanake tuna pande mbili za kupitisha maji za mita ishirini na ishirini. Daraja hili linajengwa kwa zege na chuma, tumejenga kwa zege na chuma kuanzia chini mpaka deki ya juu ya slab na ujenzi wa daraja hili unahusisha pia ujenzi wa barabara za maingilio, manake tuna mita mia kutoka Arusha lakini tuna mita nyingine mia upande wa kwenda Kenya. Na daraja hili pia linawekwa taa kwa mita zote mia mbili plus mita arobaini za daraja lenyewe, kwa taa zitawekwa kipande cha mita mia mbili na arobaini. Mheshimiwa, kazi zilizokamilika mpaka sasa hivi, tumekamilisha asilimia tisini na tano ya mradi kama unavyoona, wako katika tabaka la mwisho sasa la kuweka lami nyepesi na baadaye tuweke surface dressing juu, asphalt concrete juu, ili tuweze kufungua barabara hii iweze kupitika, na tubaki na kazi ndogo ndogo sasa za protection. Kama unazoona tulivyokuonyesha, rajani tunajenga hizo kuta za mawe ili kuzuia mmomonyoko.